Wapendwa sana katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe ya kumi na moja ya mwezi wa kumi na moja ambapo mama kanisa mtakatifu anafanya kumbukumbu ya mtakatifu Martin wa Tours. Injili yetu siku ya leo itatoka kutoka kwa mwinjili Luka sura kumi na saba aya saba hadi ya kumi. Tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au wachungae ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula, nile, nijifunge unitumikie hata niishe kula na kunywa? Ndipo nawe utakapokula na kunywa. Je, atampa asante yule mtumwa, kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi, mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni, sisi ni watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa, katika nyakati hizi tumekuwa na viongozi wengi sana ambao mara nyingi wamekuwa wakipambania masilahi yao binafsi na kusahau wajibu wao msingi wa kuwatumikia watu. Na hao wamekuwa na majivuno, wamekuwa wakitafuta sifa na kutaka kutambulikana na watu katika jamii. Leo basi, tunafundishwa utumishi wa kweli na mwelekeo wa moyo tunapomtumikia Mwenyezi Mungu. Ndugu, lazima kujua kuwa utumishi ni wajibu wala sio heshima. Hivyo basi lazima tuwe wanyenyekevu wala tusitake makuu. leo hii basi mama kanisa anapofanya kumbukumbu kumbu hii ya mtakatifu Martini wa Tours, anakualika wewe, ananialika na mimi pia kuhakikisha kwamba tunatimiza vema wajibu wetu katika familia wajibu wetu katika jumuiya, wajibu wetu katika jamii kama viongozi, ili basi kwa unyenyekevu mkubwa tukiweza kutumikia na kutimiza vema wajibu wetu, hatimaye basi tuweze kuvikwa taji ya utukufu huko mbinguni. Na hiyo basi ndiyo hamu ya kila mmoja wetu siku ya mwisho, kuweza kupata ushindi na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.